Pendwa nawasii, sasa tafadhali, naomba sisi tuwe mabalozi wa kila mmoja katika umoja. Ni nguvu inakuwaje? Siku ya Bwana Dominika ndio siku ya mtu kuendeleza usingizi, ndio siku mtu anaweka safari, ndio siku mtu anaweka kikao cha ukoo, ndio siku ana, anaweka tukufua na mambo mbalimbali. Hii ni siku ya Mungu kama Mungu yeye mwenyewe alisema, mimi ndime Bwana Mungu wako, usimwabudu Mungu mwingine isipokuwa mimi. Siku hizi sasa tunaabudu mastarehe yetu, tunaabudu familia yetu, wengine wanaabudu watoto, wengine wanaabudu mke wao, wengine wanaabudu mume wao, wengine wanaabudu, wanaabudu mashamba, wengine wanaabudu mifugo. Kwa sababu siku ya maabudu ikiwa umeenda shamba bila kwenda kanisani, kuenda kanisana, sasa umeenda kuabudu mashamba yako. Kama yule kondoo aweze kaacha mtoto wake, kama mtoto aliwezi kuacha mama yake, ndivyo inavyokuwa sisi na Mungu. Lakini sasa tunaonyesha kwamba kweli tunaweza kuweka Mungu pembeni tunajishughulisha na maisha na maisha yanakuwa magumu. Hatujakataa ugumu wa maisha, lakini katika ile ugumu wa maisha kile kidogo tumejaliwa Mungu anataka sasa, katika ile kile tukamrudishia kwa shukrani. Sasa mtu anakuja kusimamia ndoa, mambo yote, michango ya kanisa hajatoa hata kusali hasali, hata sadaka hatoe. Huyu kweli hana akili, hiyo unaambia kwamba ikiwa sasa nataka nionyeshe upendo, walau toa ili shukrani ya mwaka jana, naweza kukupelea jana, ninasema fair kuhusu hilo. Hausali hii just msingi, hausali. Sasa unaenda kusimamia ndoa, unawafundisha hawa wana ndoa nini? Je, hautoe sadaka, hautoe zaka na mambo ya kanisani kama harambee ipo? Sasa wengine tumataka tanga tanga, tunachoka. Unajua mara nyingi tu ni kama roho mbaya, sio kwamba mtu hata kile kidogo tu. Unajua inategemea nimefundisha kwamba hakuna mzigo mzito ukibebwa kwa upendo. Unajua, <coughs> mara nyingi tunawanza tunawaza, Mungu wasamehe, hawajui watendalo. Mbona kila mtu mwenye bata mwenye kuku mwenye sungura mwenye ng'ombe mwenye mbuzi kondoo, baba chukua, jenge kanisa la Mungu. Ikiwa sina chochote, lakini kila ambacho nimejaliwa hii, kwa kweli sina pesa, lakini na kuku hii. Mbona kuku yako Mungu anabariki Hatua hata elfu hii umetaja, lakini mbona nitamshukuru na kumjazia kwamba ametoa. Na Paulo alimwambia wa wakorent wa kwamba apandaye kwa hapa atavuna kwa hapa, na atoe kwa ukarimu atapata kwa ukarimu, kwa sababu Mungu umpendae yule kwa atoeka kunjufu. Kinachonumiza zaidi watu wanapotoa kwa malalamiko. Nimeambia ukiwa unatoa unalamika, bora usitoe. Sasa umekosa ile baraka yako na sadaka hii ni sehemu ya ibada, sehemu muhimu kama neno la Mungu ni muhimu, ekaristi takatifu ni muhimu, sadaka ni muhimu. Hii ni sehemu mbalimbali haipepiki. Naomba tuwe watu wa imani, imani yetu iwe imara.